Ni siku ya mwisho ya kampeni za uchaguzi mdogo wa ubunge katika eneo bunge la Malindi. Viongozi wa mrengo wa upinzani CORD walipiga kambi hapa, kwa rai wenyeji kumpigia debe mwaniaji wa ODM Willy Mtengo. Wamekuwa wakija hapa wasema, ya kwamba watu wa Malindi, njooni tuunge serikali mkono. Serikali ipi? Hii ya mijizi ah! Kuna pesa zimetoka bandari nzima zinakuja mtaani usiku. Mimi nataka niwambie vijana wetu, tuwe macho, tukiona wanazitoa tuhakikishe kwamba tumewakamata pesa, tumezichukua zote. Viongozi hao wanalaumu mrengo wa Jubilii kwa kutumia rasilimali za serikali kuendesha kampeni zao. Mupee mia tano mia tano. Mi nataka niwambie hizo pesa ni zile zile, kuleni, ni pesa zenu, lakini kula muoneshe ni kwa ODM. Na nataka niwambie jamani, musione wana Malindi tuweni watakaokuwa ni mfano mwema kwa Wakenya wote. Uchaguzi huu mdogo umesababishwa na hatua ya kumteua aliyekuwa mbunge wa eneo hili Dan Kazungu kuwa waziri wa madini ukiwa uchaguzi ambao unaonekana kuwa mashindano ya ubabe kati ya mrengo wa, wa Jubilee na ule wa Code haswa wakati huu tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na kumi na saba. Upande mwingine nao viongozi wa mrengo wa Jubilee walifanya kampeni zao za mwisho wakiwataka wenyeji kumchagua mwaniaji wa Jubilee, Philip Charo. Na nilimuona ni Sitaki kusema nilikuwa nimemuona before, nilimuona jana nikamsikiza, nikaona huyu hata kwa roho yake ako na Mungu ndani yake. Kwa hivyo mketi na yeye, mseme uendi pahali. Wengine watakuja na wataenda, lakini wewe twapaki na wewe. Wapi siku ya Jumatatu, wapiga kura elfu hamsini na watano mia nane hamsini na sita wa eneo bunge la Malindi watapiga kura kumchagua takae wa wakilisha katika bunge la taifa. Vincent Oduor, QTV Malindi katika kaunti ya Kilifi.